Ukitaka kuishi mbele ya muda, chaguo ni moja. Unataka kuishi maisha ghali kama mimi? kokote pale unanikuta, unapata upepo, sio? Nipepe vizuri, ndugu yangu. <laughs> Uliambiwa usome ukakataa. Nataka kujua kama kuna wajanja hapa, ili feni linawakaje barabarani. <laughs> Hela nzuri jamani, tutafute hela, tutafute hela. Anayejua feni linawakaje hapa aondoke na zawadi. Anayejua ile feni linawakaje aondoke na, na zawadi. Niko mbele ya muda. Umeona ile feni? Upepo unapata? Unaopata vizuri Ufani. Nambia linawakaje, inawaka vizuri, vizuri. Yeah. Lakini hujui kitu gani kitugari kinafanya liwake bas, yeah. Unawajua Willan wewe? yeah. Wako mbele ya muda sema Willan Willan, wako mbele ya muda sema hala, hala. Maisha ghali sio kuchoma mahindi, sema hala. Umeliona feni? Umesikia upepo? Nipo, nina makoti sita niko mbele ya muda osha, osha. niko mbele ya muda osha baba yeah. liosha feni unawajua Willan yeah. hawa wanaishi mbele ya muda yeah. sasa nataka ni, niivunje code nataka niivunje hili feni masaan masaa nane, masaa nane. wape mahindi wape, okay. wape mahindi kuleni mahindi kula mahindi wape mahindi wape mahindi njoo masai simama hapa

<laughs> Hili duka linaitwaje? Linaitwa duka la wanaume. <laughs> Umekosa. Masai aliambiwa soma akakataa. Kani? Oya ni pepe. Sema mimi. Mimi. Mimi. Mimi. Kama kijana. Na hapa mtatumia bidhaa za Willan kutoka downtown. Downtown. Kutoka downtown. Kutoka downtown. Yes, Willan ndo habari ya mjini Sega. Willan. Willan. Willan. Ero mjoni kuliza swali tulia. Ni pepe baba. Vipi, call me DC Mwijaku, expensive life kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam, afu nimemake it jumba la bilioni 1.3. Kokote ninapotembea natembea na feni nipepe baba, this is Willan, masaa nane.